REA, msimamie hili jambo hapo mkoani, kushirikiana na wenzetu wa Tanesco kuhakikisha kwamba shughuli hii inakamilika kwa wakati na ikiwezekana hata iende. Mkataba ni mkataba, kama uwezo upo wa kukamilisha shughuli kwa mapema, tuendeni tukakamilisha shughuli mapema. Hatuwezi ukasema tutasubiri miaka miwili. Tuende tukavunje rekodi, tufanye kazi yetu kwa vizuri, kwa viwango, tukamilishe hii shughuli ili basi tunapokwenda kwenye uchaguzi mwezi wa kumi, kila mmoja huyo anashangilia. Tuzime zote, maana ya vibatari, tutazima zote. Nani majuka chemli, taa za chemli, tunawasha taa ya REA. Sisi kama Transpower tumeahidi kukamilisha huu mradi ndani ya miezi kumi na nane kutoka hmm, miezi ishirini na nne ambayo tumepewa na serikali. Tutajitahidi kwa jinsi tunavyoweza na kwa uzoefu ambao tunao, tumeshafanya miradi mingi sehemu tofauti tofauti tutakamilisha huo mradi ndani ya miezi 18, na mpaka sasa hivi tunavyoongea tumeshafanya survey nusu ya scope. Maana yake tumeshafanya survey kwenye vitongoji 90 kati ya vitongoji 180 ambavyo tumepewa na tunashukuru sana. Tunaishukuru serikali, hatutaiangusha. Ya REA pia tutashirikiana nao vizuri kuhakikisha tuna meet zile mileage ambazo tume, tumepeana kwa wakati ambazo serikali imeweka gharama kwenye miradi hii, maeneo yote ambayo mradi huu utatekelezwa, gharama ya kuunganisha umeme itakuwa ni shilingi elfu ishirini na saba. Kwa hiyo wananchi wajiandae kuchangamkia kuipokea fursa hii, na pengine tu ikaeleweka kwamba gharama halisi ya kuunga umeme kwa kila mwananchi huwa inazidi laki tatu na ishirini mpaka milioni moja. Maana yake nini? Maana yake mheshimiwa rais ametoa ruzuku ili mwananchi aweze kujiunganishia umeme kwa shilingi elfu ishirini na saba.